So, now, mamia ya Wakenya wanapoendelea kupitia masaibu katika mataifa ya kigeni baada ya kupelekwa katika mataifa hayo na mashirika ya uajiri ambayo hayajasajili. Wizara ya Leba sasa inasema imeweka mikakati ya kuhakikishia Wakenya hao usalama wao wanapokuwa katika mataifa ya kigeni. No. Hmm. Mm-hmm. Waziri Alfred Mutua akitoa wito kwa Wakenya wanaosaka nafasi za ajira ughaibuni kuwa makini zaidi ili wasije wakatapeliwa. Akizungumza akiwa kaunti ya Mombasa, waziri huyo amewahimiza wahamiaji kudhibitisha mashirika ya uajiri na mawakala wa ajira kabla ya kutoa fedha zao. Then wakienda, unasema walienda pesa zako. Ametoa wito kwa wafanyikazi wote wa humu nchini na nje ya Kenya kusuluhisha migogoro kwa njia ya mazungumzo badala ya kukimbilia mahakamani kila wakati matatizo yanapotokea. Sisi wote tukiwa hapa, tunaangalia hivi leo vile tutaweka mikakati ya kuhimiza ya kwamba wafanyi kazi na ambao na pia wale waandika kazi na watu ambao wametoka nje na za ngambo kuja hapa, ama wakenya wanapoenda ngambo, tukiwa na matatizo, tukae chini tufanye ile wanaita social dialogue, kuweza kuongea pamoja na kutatua shida ambazo zipo katika hali ya ufanyaji wa kazi.